Bismillahi rahmani rrahim alhamdulillahi rabi lalamin wasalatu wassalamu ala rasulillahi sala llahu alaihi wasalam. Ndugu wapendwa waskilizaji wa kipindi chetu Iko Wapi Zamani, karibuni katika kipindi chetu hichi. Leo kipindi maalum ambacho tumepata fursa adhimu ya kuja kumtembelea mzee wetu mkongwe wetu muheshimiwa aliyekuwa meya wa Mombasa na vile vile <clears throat> katika magwiji wa zamani miaka ya 50 huko waliowahi kuwakilisha uh, mji wa Mombasa katika mambo ya mipira, na si mwingine bali ni Mheshimiwa Bwana Rajab Sumba, na inshallah tumekuja kwake kupata nasaha mbili tatu kuhusu uh, mchakato huu wa uh, kikundi cha Iko Wapi Zamani ambacho lengo kuu ni kueleza historia ya mpira jinsi ilivyokuwa na hadhi ya mji wa Mombasa na mpira huo, na vile vile kuwapa mwelekeo vijana wa sasa katika uwanja wa mpira. Bwana Rajab Sumba karibu. Asante. Nashukuru. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nimefurahi sana kupokea nyumbani kwa niaba ya Iko Wapi Zamani. Na kweli mpira hapo umezorota sana, na vijana wengi sasa hawainukii katika kutafuta talent na mipira, kwa sababu talent katika Kenya siku hizi imeenea zaidi upande wa bara kuliko hapa hapo kwetu pwani, na hapa pwani ikaikokuwa na talenti kubwa ya mpira na ikaweza Mombasa hii kutoa wachezaji wa mpira wa kubwa, kubwa na hata iliweza Mombasa kuwa nusu ya timu ya Kenya ikitoka hapo Mombasa wachezaji wakubwa wakubwa wa zamani uh, kama golkipa marehemu mwenye Hamisi, ambaye hajulikana tangu zamani akishika <coughs> goli akishika goli akisimamia hapo, uh, Mombasa timu ya Faisal kama golkipa hodari na kisha akisimamia kama Kenya pia, kama golfito wa Kenya, na wachezaji wakubwa wakubwa wa zamani mpaka ikafika siku zetu tena za miaka ya hamsini, na sisi tukawa tumo katika mpira kuchezea timu ya, ya Azhar ilakoma mekuku ambayo mesasiikatishwa juu na kuita wananyuki, kisha ndio wa nikaingia kutezea timu ya Liverpool ilitoka aha, Azharini na rafiki yangu marehemu Khatibu Khamis tukaingia uh, Liverpool na uh, tukaendelea miaka ya

Nimefurahi kwamba bwana Masawai amesimamia uh, mipango ya iwapo iko wapi zamani, ambapo mba, mipango hii kama alivyonieleza hi, huenda ikawa atafungua CBO ya kuweza kusimamia talent za mpira katika Mombasa, kuenua vijana na mawazo yangu mimi ni kwamba iwapo hii CBO ishafunguliwa ingekuwa ipate eh, branches au iwe na na na ofisi zake nyingine katika kila kila sehemu ya bunge ya Mombasa. Mpaka sasa Mombasa ina sehemu sita za bunge kila yeah, sehemu huwe na branch ya Iko Wapi Zamani ili kuweza kuenua vijana katika talenti ya mpira na talenti ya sport nyingine kama hivi basketball. Lakini kwanza talenti yetu kubwa sisi ni mpira. mm-hmm. Kama tujuavyo, dunia nzima mpira siku hizi si sports peke yake. Mpira umekuwa ni kazi kubwa, na umewainua watu wa kutoka katika nchi zetu za Afrika ambao na wao wameweza kuinua nchi zao kwa sababu ya kuweza kucheza mpira na kuweza kupata mapato ya kuweza kusaidia mpaka nchi zao. Kwa hivyo si jambo dogo, ni jambo kubwa, na kushukuru Bwana Wasawati kwamba wewe umejitolea ku- kusimamia uh, talent za watoto wetu katika Mombasa kwa kupitia katika CBO hii, basi mimi nakuombea Mungu wapuke nguvu na upate welivio ambao watakusaidia huweze kuinua watoto wetu watoke katika mambo wanao nayo hivi sasa. Maana watoto wetu hivi sasa wameharibika kwa mambo mengi mabaya mabaya hmm. Na sababu yenyewe ni kwamba hakuna mipango ya kuinua talenti za watoto na kuwaonyesha njia nzuri za kuweza kuenua maisha yao na kuenua vile vile mji wao na sehemu zao. mm -hmm. Maana kwa kweli e, sisi wengi pia tulielukia kwa sababu ya talent, hatukuelukia kwa sababu tulikuwa na elimu kubwa. Sisi tulizoenukia kwa elimu ndogo tu, lakini talent sasa hii hii football au mpira huo wau ndio uliotuenua kila mahali na umeenua watu wengi. Kwa hivyo ni moja katika sehemu ambayo ili imepuuzwa hapa Mombasa, lakini leo tunashukuru kwamba wasawadi ukuja na waisimamia na wewe na wenziwe watakoa wanawewe kuweza kusimamia, basi itainua vijana wetu itainua talent ya football katika Mombasa na Pwani, na tunashukuru sana mm. Mungu wakupe nguvu uweze kupeleka mipango hii mpaka katika ufanifu uh, mkubwa na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshaallah mm. Uh, utafanikiwa na wakati wowote wa ambapo utahitajika, sisi kuweko. Ingawa tushakuwa watu wazima, lakini tutajaribu kudemadema hivyo hivyo na uh, ili kuweza kusaidia. Shukran sana, Mungu akubariki kwa mawazo mazuri kama hayo ya kutia moyo na alhamdulillah. Hili neno lako nilitoa leo ni mojawapo ya mambo ambayo ndio matarajio yetu kupata support, nikiwaelekea uh, mashabiki wetu, watu wanaotupendelea kheri. Nawajulisha tu ya kwamba pia tumeanzisha mpango wa membership. Mpango huu wa membership tutautangaza rasmi katika mtandao wetu wa Iko Wapi Zamani. Ukiingia hapo utapata habari zenyewe, lakini utataka watu wajitokeze, wajiandikishe na tutakuwa na vizawadi vidogodogo vya kuwapana wao moyo, ikiwepo fulana za Iko Wapi Zamani, utakuwa watu wanavaa mitaani ionekane kwamba na sisi tunavuma. Vile vile tutakuwa na jarida moja uh, la kueleza historia yetu tutakupa. Na jambo jingine pia, tutatengeza mpaka membership card kuonesha how serious we are kuonesha vile tulivyo serious na hili jambo, yaani tunalichukulia kwa mkazo mkubwa sana, kwa sababu umma ulikuwa tayari umelala usingizi mzito na kuamsha mahitaji juhudi ya ziada. Kwa hivyo tunamshukuru tena, uh, mzee wetu bwana Raja Sumba, tumuombea na yeye afya njema.